Karibu Mshani Wellness. Na somo hili tujifunze kuhusu mchanganyiko wa karafuu pamoja na asali. Ni kitu gani huu mchanganyiko unaweza ukakusaidia? Na namna gani unaweza ukaandaa ili kunufaika na huu mchanganyiko? So, kabla ya kwenda kwenye somo nikukumbushe kusubscribe lakini pia notification bell ili kupata instant notification tunapoweka masomo mapya. So let's go guys. Uh, karafuu na asali, hii ni mchanganyiko ambao ni wa kipekee sana sana. Na kati ya karafuu na asali, vyote vina tabia fulani zinafanana fanana, mfano karafuu ni the best antimicrobial, lakini pia asali ina kitu inaitwa hydrogen peroxide, sumu kali sana kwa vimelea mbalimbali mbali wa magonjwa kama bakteria pamoja na fungus. Kwa hiyo hii kombo peke yake Uh, karafuu na asali, moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikatibiwa kwa ufanisi mkubwa sana ni matatizo ya maambukizi ya bakteria na fungus, matatizo kama UTI labda ama candida fungus za, uh, za kwenye mdomo, lakini pia kuna fungus za sehemu za siri unaweza ukazitibu kwa huu mchanganyiko kwa ufanisi mkubwa sana. So tuangalie faida nyinginezo za karafuu na asali. Faida ya kwanza ni uh, mafua mafua na kikohozi ama ile koo kuwasha, mafua na kikohozi ama ile koo kuwasha. Na namna nzuri ya kutumia karafuu na asali kwa kutatua changamoto hii ni katika muundo wa syrup. kuna video nimeweka ambayo inaonyesha namna gani na unaweza ukaandaa syrup ya karafuu na bahati nzuri nimetumia karafuu na asali, kwa hiyo itakuelekeza vizuri sana, kwa hivyo syrup ya karafuu na asali ni one of the best kwa matatizo ya kifua, matatizo ya kikohozi na koo kuwasha ama mafua. Na ni moja kati ya the best medication kwa mafua na kikohozi kwa watoto kuliko hata hizi syrup za kikohozi ambazo wanaenda kununua dukani. Kitu cha kuzingatia ni kwamba matumizi ya asali hayafai kwa watoto chini ya mwaka mmoja, chini ya umri wa mwaka mmoja. Kuanzia mwaka mmoja na kuendelea ndio unapaswa kumpa mtoto asali. Kwa hiyo mchanganyiko hauwahusu watoto chini ya mwaka mmoja. Zingatia hilo. Lakini faida nyingine ni hiyo antimicrobial and the antifungal. Uh, antifungal and antibacterial. Lakini pia inaweza ikapambana na changamoto nyinginezo za virusi pia. Kwa hivyo kama una changamoto ya fungus, unatumia dawa za kunywa za kisasa, unaweza ukatumia mchanganyiko wa karafuu na asali utakusaidia sana, utaharakisha utendaji kazi wa zile dawa unazokunywa. Lakini pia yenyewe kama yenyewe mchanganyiko unaweza kwa kusaidia kujitibia na hizo changamoto kwa kupaka ama kwa kunywa. Na hapa pia the best way ni kutumia uh, mchanganyiko wa asali na karafuu kama sira pia, ambayo unaweza ukapaka pia. Lakini pia uh, kwa zile changamoto za kwenye ngozi vidonda vya kuungua ama kidonda cha aina yoyote kinakuwa kiko katika riski ya kupata maambukizi. Ndio maana unapopata uh, jeraha lolote lazima upewe antibiotics kwa ajili ya kukinga na maambukizi. Sasa baada ya antibiotics, unaweza ukatumia mchanganyiko wa asali na karafuu kwa kupaka, unapata ulinzi mkubwa sana wa dhidi ya maambukizi katika hilo jeraha lako. Faida nyingine ni kuimarisha afya ya mfumo wa chakula. Uh, asali tunajua ni moja kati ya prebiotics nzuri sana zinanawilisha zina, zina wale bakteria wa faida katika mwili wako, lakini pia karafuu inasaidia bile production, kwa hivyo kutengenezwa kwa nyongo katika mwili wako. Nyongo tunajua ni moja kati ya vitu muhimu sana katika mmengenyo wa chakula, hasa mmengenyo wa mafuta. Kwa hivyo matumizi ya huu mchanganyiko ni bora sana kwa kunywa kama una changamoto za kujamba, tumbo kujaa, gesi kunguruma, basi tumia huu mchanganyiko. Lakini pia faida nyingine ni <coughs> antioxidant kiondoa sumu. Tunatumia vyakula, tunapaka um, urembo, tunatumia karibu kila kitu tunachogusa saizi katika maisha yetu kinasababisha kutengenezwa kwa sumu katika miili yetu. Hata vyakula tunavyotumia sasa hivi vingi sana ni artificial, yani vimetengenezwa maabara. Kwa hivyo vinatengeneza uh, sumu nyingi sana kuliko kawaida kwao. Unahitaji vitu ambavyo vitatoa vita ulinzi wa ziada wa kupambana na hizi sumu ambazo zinatengenezwa katika mwili wako. Mwili wako wenyewe una system ya kuhakikisha kwamba unapambana na hizo sumu, lakini kulingana kiwango na dozi ya sumu tunazozipata uh, kimsingi Uh, sio rahisi kukabiliana na mwili wako kukabiliana na hizo sumu kwa sababu hata stress tu zenyewe zinatengeneza hizi sumu na, to be honest, hakuna binadamu yoyote uh, wa Kiafrika ambaye uh, ana maisha ya kawaida ambaye hana stress. Sasa kwenye financial issue, yani stress is everywhere. Sasa hivi mapenzi pia yanatuvuruga vichwa kwelikweli, kwa hivyo stress is everywhere Utawahi masumu yanayotengenezwa na stress ni mengi sana, kwa hiyo yanakuwa ikuzeesha yanakudhoofisha kiafya na changamoto nyinginezo. Kwa hiyo matumizi ya karafuu na asali uh, kama mchanganyiko either one of the thing, unaweza kutumia kwa ajili ya kupunguza sumu mbalimbali katika mwili wako. So faida nyingine ni kuimarisha kinga ya mwili, as long as, uh, una karafuu na asali vinakusaidia kuondoa sumu mbalimbali za mwili basi mfumo wako wa kinga utakuwa na muda mzuri wa kupambana changamoto nyingine na kujijenga zaidi kuliko kupambana na hizi sumu mbalimbali. Lakini pia faida nyingine ni ina, inasaidia wale watu wenye changamoto ya harufu mbaya mdomoni. Karafuu tunajua ni dawa nzuri sana ya magonjwa yote ya kinywa unaoyafahamu wewe, maumivu ya meno, fizi kupimba, kujaa na vingine hivyo lakini pia ina harufu fulani nzuri sana ambayo inasaidia, uh, kama una hii changamoto ya harufu mbaya. By the way hii, harufu mbaya mdomoni mara nyingi inatokana na changamoto za kiafya katika uh, oro oro oro system ya kwenye mfumo wako wa, wa, mdomo yani, kwenye mdomo wako kwa ujumla. Kwa hivyo matumizi ya karafuu yanapambana na hizi changamoto kwa automatic. Hii changamoto ya harufu mbaya mdomoni itakata kabisa, so tumia huu mchanganyiko, the one of the best lakini pia ni anti anti-inflammatory nzuri sana kitu. Chochote ambacho ni anti anti-inflammatory ambacho kinazuia uvimbe, it means kinaweza kutumika kujikinga ama kujitibu na changamoto za maumivu, sababu inflammation katika mwili ni response ya mwili ambayo huwa mara nyingi inaambatana na maumivu. Kwa hivyo, panapotengenezwa inflammation katika mwili wako, sehemu kubwa sana hasa hizi external part ya mwili wako Lazima zinapofanya zinapotengeza inflammation ziambatane na uvimbe. Na inflammation sio kitu kibaya, ni response ya kawaida ya mwili kupambana na uh, ajali na changamoto nyinginezo katika mwili wako, ndivyo mwili wako huko hivyo. Lakini zinapokuwa too much zinaweza zikasababisha shida kubwa zaidi, kwa sababu inflammation zinaweza zikasababisha hadi cancer. Zikiwa zinakuwa ni consistent, zinaweza zikasababisha zile seli zikawa inflamed, zikapoteza network, zikaanza kukua bila udhibiti, ukapata changamoto za saratani. Kwa hivyo anti-inflammatory zote ni, ni ni dawa au ni vitu ambavyo tukavitumia kupunguza maumivu mbalimbali ya mwili, na by the way, karafuu ni one of the best anti-pain, natural anti-pain ambazo zinafanya kazi kwa ubora zaidi kuliko ibuprofen ama ibuprofen ama kama mlivyozoea, watu wengi wamezoea kwa brand ya brufen zile dawa fulani zinakuwa na pink mfano kwa watoto wa kike. Huu mchanganyiko unatakiwa kutumia siku moja au mbili kabla ya kuanza period, unaanza kutumia, utakusaidia sana kupambana hizo hizo changamoto za period. So, hizo ni faida za mchanganyiko wa asali na karafuu katika mwili wako, ambapo unapaswa kuwa unatumia kila siku, sio sumu by the way. Dozi yake ni kijiko kimoja hadi viwili kwa, kwa, kwa, kwa kila siku unaandaaje? Andaa kama syrup kwa maana ya kwamba unachukua vijiko vitatu vya karafuu unaweka kwenye glasi moja ya maji alafu, unachanganya na robo uh, tatu ya glasi ya maji ya asali. Huo mchanganyiko unaukoroga pamoja, unaweza ukautia kwenye moto, kusiwa na joto kubwa sana kwa sababu joto kubwa litaharibu asali. Baada ya hapo hifadhi, tumia kijiko kimoja hadi viwili kila siku. Kama mtoto wako labda na changamoto nyingi sana za maradhi, lakini kafikisha mwaka mmoja na zaidi, basi unaweza kuwa unampa kijiko kimoja kila siku, itamsaidia sana. Kama mtoto mjamzito, unaweza ukatumia, lakini karafuu sio nzuri na sio salama sana kwa mjamzito, kwa sababu inaweza ika-induce uchungu, ina induce uh, contraction na constriction ya ile cervical muscles, kwa hiyo inaweza kusababishia ukapata uchungu ambao unaweza kuwa na changamoto baadaye. Na kwa watoto wa kike pia wanaenda ambao kipindi cha period wanapata damu nyingi sana, huo mchanganyiko pia unaweza usiwe mzuri sana, kwa sababu karafuu inasaidia ku, ku, ku, kutokwa damu nyingi. Una, ni blood thinning, ina ile effect inaita blood thinning, inaruhusu damu nyingi sana, damu kuflow kwa urahisi zaidi. Kwa hivyo kama ile damu ya period inaweza ikawa ni nyingi zaidi unapotumia hii huu mchanganyiko. Lakini kama unakupa faida nzuri sana mfano kwenye kupambana na maumivu kuliko ile damu inayotoka basi, unaweza ukapima uka mwenyewe faida na hasara. Uh, by the way, huu mchanganyiko ni mzuri sana na mtu yote anaweza akatumia au putakuwa enjoy somo mpaka wakati mwingine sio